Kiwanda cha chakula, michanganyo maalum kwa ajili ya chakula chetu. Michanganyo ni kama mfano wa pishi la kuoka mikate, viungo vyote upimo kwa umakini kulingana na pishi huu. Undaji unafanyiwa mahesabu kwa kuchukua mahitaji ya chakula cha kuku, viungo vinavyohitajika na gharama zinazotumika. Kipaumbele chetu ni kutengeneza chakula chenye ubora katika gharama sahihi na kufata viwango vya TBS. Chumba cha udhibiti hapa mapishi yanahifadhiwa kwenye kompyuta, na hapa ndipo shughuli za upimaji wa viungo zinapofanyika. Malighafi. Malighafi zetu zinanunuliwa kutoka kwa wakulima wadogo ambao sehemu ya malighafi zinazoletwa hupelekwa maabara ya uhakiki wa ubora kwa ajili ya uchaguzi. Zikikubaliwa, mzigo unashushwa. Gala ni sehemu ya uhifadhi mahindi. Andaki uhifadhi mashudu ya alizeti na soya malighafi nyingine ndogo kama vitamini na madini huhifadhiwa katika mahifadhi ya malighafi ndogo. Pia tunaongeza moringa kwa faida ya afya ya kuku. Kuna gari maalum ya kushusha malighafi na kuweka ndani ya mahandaki, kisha hupelekwa kwenye eneo la uzalishaji, na malighafi huingizwa kwenye vinu vya kusagia ambavyo husagwa kwa usahihi makundi. Hii ni sehemu yenye mizani na mapipa Kompyuta iliyopo chumba cha udhibiti huingia mizani malighafi zipi na kiwango kinachohitajika kushusha kwenye pipa kulingana na muundo wa chakula. Kisha vyote humiminwa kwenye mashine ya michanganyo. Mchanganyo hupelekwa tena maabara ya udhibiti kwa ubora ili kupimwa. Kama ubora wa mchanganyo utakubaliwa Chakula chenye muundo wa vumbivumbi utapelekwa eneo la kufungashwa na kuwekwa kwenye mifuko. Kama kitatengenezwa chakula muundo wa tambi tambi, mchanganyo utapelekwa kwenye mashine maalum ili kutengeneza tambi tambi. hizi huweza kutengenezwa zaidi kwa kuvunjwa na kupata punje punje kama ni muundo unaohitajika. Sehemu ya chakula cha tambi tambi hupelekwa pia maabara kwa ajili ya kupimwa ukubwa wa tambi tambi, ustahimilivu na kiwango cha unyevu. Baada ya hapo punjepunje au tambitambi hupimwa na kufungwa kwenye mifuko. Mifuko hii tena itawekwa kwenye magari na kusambazwa nchini. Katika njia yote ya utengenezaji wa chakula, bora hupimwa ili kuhakikisha tunazalisha chakula chenye ubora kwa juu kwa ajili ya mteja.